Asalamu As alaikum, na karibu katika udukuzi ya vichwa vya vi habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania leo ni tarehe 24 mwezi wa tatu mwaka 2025. Siku nzuri kabisa siku ya Jumatatu Ramadhani ishirini na tatu kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, nikualikia kunako dukuzi ya kuna vichwa vya vi habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani, bila kusahau usisahau kuacha maoni yako kwenye komenti hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzia siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti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 Bandari da yazivutia kampuni tatu za chuma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Majaliwa asema changamoto za kodi zitakwisha. TRA yaita e, waliomba kazi bila kuitwa kwenye usaili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika ainakyataja sababu kuongeza siku mbili da. Habari katika ukurasa wa nne. Mufti, tuepuke fitna uzushi uchaguzi mkuu, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika mkakati sera ya ardhi waeleza ya kuzingatiwa miaka kumi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo gazeti la Habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu na gazeti ya Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni waliamsha, Chadema yaanza safari ya no reform no election. Dr. Slaa atambulishwa rasmi aomba radhi wa wadau wa shangaa Lissu h warusha makombora CCM. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. 3467 idadi ya siku ambazo Dr. Slaa alikuwa amejiweka kando na Chadema hadi anarudi hapo jana. Nuguu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Dr Wilbrod Slaa ikisema niombe msamaha na radhi kwa wanachama, mfarakano uliotokea kwa sasa umeisha rasmi na kuja kuanza upya mapambano, niko tayari kwa mabadiliko ambayo wengine hawataki. Habari picha akimwonesha mwenyekiti wa Chadema Tundu Lisu agembea na mikono na Dr Wilbrod Slaa ambaye ametangaza kurejea katika chama hicho katika uwanja wa Rwanda nzove jijini Mbeya hapo jana. Gazeti limeandika Makala azusha ta fulani wadau wamkalia kooni. Kauli ya tuhuma zilizotolewa na katibu wa NEK ya CCM itikadi na uenezi na mafunzo Amos Makala imezusha mjadala, huku wadau wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa wakisema ni kauli hatari na kumtaka ajitokeze hadharani kutoa ushahidi ama aombe radhi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu ufanisi bandari da wauvutia wageni. habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Tanzania itakavyovuna kuiuzia umeme Zambia. Serikali kupitia shirika la umeme Tanzania TANESCO ipo kwenye hatua za mwisho za majadiliano na Zambia kwa ajili ya kuuzia umeme. Suala hilo limetajwa na wataalamu wa uchumi kama hatua mpya kuchochea undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa sita. Gazeti hili imeandika megawati 2115 kiwango cha umeme kinachozalishwa kwa sasa kupitia bwawa la Mwalimu Nyerere. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa sita. Uzalishaji hewa tiba ya oksijeni kuwapa hauweni wagonjwa nchini. Ongezeko la uzalishaji wa oksijeni ya matibabu nchini inatarajiwa kusaidia kuleta nafuu ya matibabu kwa wagonjwa ambao. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa ishirini wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye w habari iliyopewa kipaumbele ni treni ya SGR ya kusanya bilioni 59 tangu ianze kazi ya hudumia abiria milioni 2.1, yazalisha ajira nyingi, kupeleka kilio kwenye malori mwezi ujao, TRC yapongeza maelekezo ya viongozi habari melea kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Viongozi CHADEMA Odinga wajadili hali ya kisiasa nchini. Habari katika ukurasa wa nne. Ainek iongeza siku uboreshaji daftari da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Gazeti limeandika upepo wasababisha maafa Nkasi. Habari katika ukurasa wa nane. Wafanyabiashara tuendelee kuwa na imani na rais Samia Majaliwa. Habari katika ukurasa wa nne, lakini pia gazeti hili limeandika rais Mwinyi ataka utii wa viongozi kwenye utendaji. Habari katika ukurasa wa nne. Taasisi zinatakiwa kutumia mfumo wa kidigitali kupokea maoni, habari katika ukurasa wa tisa. Shambulio la angani Gaza lamuua afisa mkuu wa Hamas, habari katika ukurasa 19. Uchambuzi wa bajeti, kuchochea ufanisi kwenye taasisi za umma, habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazame sasa gazeti Nipashe, mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni upigaji kura 2025 mwamko wa uandikishaji daa siku zaongezwa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili habari picha inaonyesha wakazi wa kimara temboni wakiwa ndani ya kituo cha kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura katika kituo cha moa shule mtaa wa upendo kata ya saranga ubungo dar es salaam marafiki wa 1958 wakutana baada ya miaka 67 mshangao hadi kilio waje na kanuni lazima kufunga ndoa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa hadi ukurasa wa ishirini. Wasira ahoje alikomboes larejea Chadema habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika shahidi kesi ya dawa za kulevya anaweka kortini ya sakwa kila kona, habari katika ukurasa wa tatu. CWT yamgalia kooni DED wa Kisarawe waone hesabu za bajeti ya habari, katika ukurasa wa kumi. Papa katika afya nafuu, aruhusiwa kutoka hospitalini. Habari katika ukurasa wa nne. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga mwanganyamini. Nipashe ya ukurasa wake mbele michezo limeandika Simba yaitafutia dawa Almasiri. Habari katika ukurasa wa 24. Zanzibar leo ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika Dokta Mwinyi ahutubia kongamano la kiimani, ahidi kusimamia utii sekta ya umma. Habari imeandika kwenye ukurasa wa pili. Msajili wa hazina Zanzibar za saini makubaliano ya kuimarisha utawala bora, habari katika ukurasa wa tatu. Tuendelee kuwa na imani na Dr Samia, Majaliwa, habari katika ukurasa wa pili. SGR ya hudumia mamilioni ya abiria yaingiza bilioni 59, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita. Waliopisha ujenzi wa hospitali binguni kulipofidia, habari katika ukurasa wa tatu. Netanyahu amuru mashambulizi dhidi ya Lebanon, habari katika ukurasa wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo limereka gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Tutazame sasa gazeti Uhuru ukweli daima lenye w habari iliyopewa kipaumbele ni Majaliwa, imani yenu iwe kwa rais Samia ni ujumbe wake kwa jumuiya ya wafanyabiashara nchini, kuhusu serikali ya awamu sita ilivyodhamiria kutatua changamoto zao za kodi. Amtaka kamishna mkuu wa TRA e kuendelea kuboresha programu za utoaji wa elimu kwa mlipa kodi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili ndugu ile andiko kwenye ukurasa mbele wa gazeti Uhuru inasema ninataka ni watoe shaka. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya mapendekezo yenu wa wafanyabiashara yale 15 kufuatia mkutano na wafanyabiashara Kareko, ameunda tume inayofanya mapitio ya mfumo wa kodi Tanzania, na itaendelea kuzunguka nchi nzima kufanya kazi hiyo. Gazeti Uhuru limeandika, wasira agusia vijana ilani mpya CCM 2025-2030 habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM Bara, Steven Wasira, amesema chama kinafahamu changamoto wanazokumbana nazo vijana, na ilani mpya ya uchaguzi 2025-2030 itakuja na majibu ya shida zao. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Makala ataja vipaumbele sita, uchaguzi mkuu 2025 habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Tume ya uchaguzi yaongeza siku mbili uandikishaji Dar es Salaam, habari katika ukurasa wa tano. Lakini pia gazeti hili imeandika, rais Mwinyi hufyeka migogoro serikalini, habari katika ukurasa wa kumi. Mtambo wa mwisho wa bwawa la mwalimu Nyerere wakamilika, habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, soma kwa undani zaidi nalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye limeandika, Raila amrejesha lisu kwenye foara za Samia, amsisitiza kukaa meza moja ya mazungumzo na mashauriano na serikali kwa maendeleo ya taifa, elezwa ni matokeo ya jumuiya ya kikanda kimataifa ilivyo na amani na uongozi wa rais Dr. Samia na serikali yake ambayo imekuwa ikisikiliza maoni ya wadau katika kujenga mustakabali wa Tanzania hasa kisiasa, kiuchumi na kijamii. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne. INEC yaongeza siku ya uboreshaji daftari la wapiga kura, da habari katika ukurasa wa tatu. Rais Samia kinara sekta ya maji, upatikanaji wa maji vijijini wafikia 83%. Habari katika ukurasa wa nne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 Simba Almasri kuamuliwa kiufundi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Yanga yamuwekea mtego Sillah, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wa Morocco wametupeleka kigoma yao, hatuna wasiwasi, habari katika ukurasa wa 15. Hii ni makala jicho la mwewe na Edo Kumwembe. Lakini pia gazeti hili limeandika kufuzu World Cup, leo ni Ivory Coast na Gambia, mchezo utapigwa saa 4 kamili usiku. Lakini pia gazeti hili linayo hadithi ya ama zangu ama zao sehemu ya tatu katika ukurasa so wa kumi na sita. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kondani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Magazeti ya habari habari za michezo na burudani, nalo gazeti ya habari leo lenyewe limeandika Aziz Ki Tshabalala na rekodi za kipekee. Ukadi ligi kuu Tanzania bara ikiwa michezo michezo mia moja themanini na tatu na kufungwa mabao mia na sita. Kiungo wa Yanga Stephane Aziz Ki anatajwa kuwa kinara wa kufunga kwa mguu wa kushoto na beki wa Simba Mohamed Huseni Shabalala akiwa kinara wa kutoa pasi za mwisho. Undani wa taarifa hini katika kurasa za ndani za gazeti hili. Taifa Stars wapambana na baridi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mwanafa kubariki uwanja Singida, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Haland ana wasiwasi na Siti, habari katika ukurasa wa ishirini na mbili NBC yakabidhi basi Coastal Union habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, goji la habari Tanzania katika ukurasa wake wa nyuma. Gazeti ni pasha mwanga jamii katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Simba ya kocha anza kujipanga mapema, sema lazima uchezaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Yanga Singida Black Stars kufungua uwanja mpya leo, habari katika ukurasa wa 23. Simba Queens iweka rehani ya ubingwa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nane. Lakini pa gazeti hili imeandika Tuchel amuonya Bellingham habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii katika ukurasa wake wa nyuma. Na gazeti Nipashe linakamilisha udukuzi wa vichwa vya vi habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka zamani TV.